Hii ni moja ya taarifa kubwa ambayo watu wengi kweli kweli wameifurahia baada ya ubalozi wa Syria kufunguliwa tena mjini Washington, DC baada ya miaka kumi na moja. Sasa ripoti inaeleza kuwa baada ya zaidi ya mwongo mmoja wa uhusiano wa kidiplomasia uliokatika, serikali ya Syria imetangaza rasmi kwamba ubalozi wake utarejea tena katika mji mkuu wa Marekani, yaani Washington, DC. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Syria inasema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi mpya za kurejesha uhusiano wa kawaida kati ya Damascus na Washington baada ya mazungumzo ya muda mrefu yaliyohusisha wawakilishi wa pande zote mbili chini ya usimamizi wa mashirika ya kimataifa. Kwa upande wa Marekani, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema kufunguliwa kwa ubalozi huo hakumaanishi kuhalalisha moja kwa moja serikali ya Syria bali ni hatua ya kidi, ya kidiplomasia ambayo inalenga kurahisisha mawasiliano, misaada ya kibinadamu na ushirikiano wa kiusalama katika baadhi ya maeneo yenye maslahi ya pamoja. Lakini ubalozi wa Syria mjini Washington ulifungwa mwaka elfu mbili na kumi na nne baada ya Marekani kusitisha uhusiano wa moja kwa moja na utawala wa Rais Bashar al-Assad kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka nchini humo mwaka elfu mbili na kumi na moja. Lakini tangu wakati huo Marekani imekuwa ikiweka vikwazo vikali dhidi ya viongozi wa Syria na sekta mbalimbali za kiuchumi ikiwemo mafuta na nishati. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni mataifa kadhaa ya Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia, Misri na Jordan yameanza kurejesha mahusiano na Siria, hatua ambayo inaonekana kuhamasisha pia mabadiliko ya msimamo katika upande wa Magharibi. Kufuatilia ama, kufunguliwa tena kwa ubalozi huu kunatarajiwa kuanzisha ukurasa mpya katika uhusiano wa kidiplomasia kati ya Siria na Marekani huku wachambuzi wakisema huenda ni mwanzo wa mazungumzo mapya kuhusu usalama wa Mashariki ya Kati, wakimbizi, na juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo lenye mivutano mingi zaidi kule Mashariki ya Kati.